Kwa makubi asante Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Mtakatifu. Baba, niko chini ya mkoko ninanyenyekea. Ninabondeka chini ya mguu yako Baba yangu. Baba tazama kuna watumishi wako wametoka mali hapa na kuna wale bado wanakuja mali hapa Baba, kukutulisha neno mazia Baba yangu. Baba ninataka kunena na watoto wako Baba kupitia mafundisho, Mungu wangu akaniongoze mazi baba bab niongoze vyema ni katika jina la Yesu Kristo, nimeomba, yeah. Yesu Kristo nimeomba tanikia mimi. Haleluya Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena, wacha tufundishane kwa ufupi, tutiane moyo katika katika imani. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe wa tena. Wapendwa, sote tulio mahali hapa, tuwe na imani. Bwana Yesu asifiwe. Tuwe na imani. Unapoingia katika nyumba ya baba yako, kuwa na imani. Haijalishi ni mzigo ya ndoa, haijalishi ni mzigo ya watoto, haijalishi ni mzigo ya kazini, mpendo nakwambia beba imani ukijua Yesu anaweza. Bwana Yesu asifiwe, Bwana Yesu asifiwe tena, hata kama umepe. hata tena kipele kwa mwili wako una uwezo wa kujiponya. Bwana Yesu wasifiwe. Ni Yesu ndiye mponyaji baba yako, mpendwa baba imani, unaona ndoa yako mpendwa baba imani, ukicwela ndio tunashinda kwa jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Wa Bwana unasema ndoa yako itafutika. Ndoa yako itasimama kwa imani. Bwana Yesu asifiwe. Mali inaonekana ile ndoa imevunjika. Kwa imani, ile ndoa itasimama kwa jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Mungu atarejesha, ndoa itakuwa upya. Bwana Yesu asifiwe. Wa wa wa, hadi wale maadui waliwacheka. Watarudi watalia.

jina la Yesu, mwambie Yesu watoto wangu watasoma, mwambie Yesu ndio watasimama, mwambie Yesu nitanawiri sana. Yesu asifiwe. Kitu tunaomba sisi kama wadada, sisi kama wa mama, tuheshimu waume zetu sana. Yesu asifiwe. Mpendo uko mahali hapa, muheshimu mume wako, mtii mume wako. Anapokuonya mke wako, usifanye usifanye hivi, usifanye musikize ape wa na anakuonya jirekebishe. Sijama unaonywa ndio unafanya utapigwa. Bwana Yesu asifiwe, utapigwa lakini ukijirekebisha utakuta amani kwa ndoa yako. Bwana Yesu asifiwe. Na wanaume pia tunaambiwa watupende sisi wanangana wake. Bwana Yesu asifiwe, mpende mke wako, msikilize msikize Kua watu wa kupeana ushauri. Bwana Yesu asifiwe. Mume wako anapokupa ushauri, ile shauri mume wako anakupatia wewe, mke wewe mume, msaidiane kwa ushauri, maanake tunangua utakuwa mwili mmoja na mtakuwa wasaidizi. Bwana Yesu asifiwe. Mwanamke hatawacha wazazi wake, na mume hatawacha wazazi wake, mtaunganishwa mwili mmoja. na Bwana wa Yesu wasifiwe, na mtakuwa mwili mmoja takana mwili mmoja, wakati ampendani bwana unaishi. Yesu asifiwe. Nakaa kama raia na polisi, hakuna amani, hakuna maelewano, hakuna heshima. Wapendwa, tunaomba tuwe na upendo. Unapokuwa na upendo, unajenga kitu chema katika ndoa yako. Baraka itaingia kwa nyumba yako, nyumba yako itapata amani na watoto wako watakuwa na amani, na watoto wako pia watanaga hadi munaishi watoto watachukua mfano na ile wataiga, na wale watoto pia katika kizazi chao watatamani kujua kupenda jinsi wazazi wao walikuwa naishi. Lakini kama tunaishi na kwa vurugu kwa vurugu, wale watoto pia watafuata hivyo hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Lau tujenge kizazi chema katika familia yetu tuwe wale pole, tusomeke jema kwa vizazi na vizazi, na tuheshimu baba zetu wa kiroho, tuheshimu wazazi wetu wa kiroho. Bwana Yesu asifiwe. wazazi wako waliokuzaa na kuna wazazi wetu wa kiroho, wa kiroho pia tunafaa tuwaheshimu na tukapate ufalme wa mbinguni wabiboni tamtu mwogope Mwenyezi Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Mwanafunzi kwa maliao, mweshimu hata yule mwalimu wako wa shuleni. Bwana Yesu asifiwe anakufundisha pia ni mzazi wako pia, umheshimu. Mnasikia watoto? Mheshimu mpaka wazazi, mheshimu na mababa wa kiroho, wazazi wa kiroho na walimu wa shuleni. E, mwatii e, wanakuwaonya, msikize. Amen na kutabarikiwa, mtakuwa watoto wazuri na mtapita mtihani Nuombee wazazi wenyu wafanikiwa, school fees wapate kusoma, mpate i makuti kviatu vizuri smart. Mwombee wazazi wapate baraka. Na wazazi tunapoombewa, tukanyie watoto haki yao kana Yesu wasimiwe. Baba, unapokwenda kazini, Mungu amekupa riski, peleka riski nyumbani, tazama watoto wako, angalia mke wako na uangalie watoto wako, ndio baraka zako zitasimama zi mbele, na uangalia pia wazazi wako waliekuzaa Tuna wazazi wa kwa mke na kwa wa kwa mama, si ndio? Kwa baba na kwa mama wote tu wajali na tutabarikiwa sote kwa jina la Yesu. jubalikio bayo wachache wa laibaji, karibuni madadari